kwa hiyo pasaka inaitwa pass over pia unaweza ukasoma kutoka 23 mstari wa 14 unaweza pia ukasoma mambo ya Walawi 23 mstari wa tano Bwana Yesu asifiwe sana jamani tumeelewa tumeelewa nini maana ya pasaka tumeelewa tumeelewa upendo mtu akikwambia hebu eleza maana ya pasaka tumeshapata maana na tunaweza tukamwelezea mtu Bwana Yesu asifiwe sasa kwa nini iliitwa pasaka Neno pasaka linaeleza kipindi ambacho Mungu aliwalinda Waisraeli kutoka na lile pigo kubwa la kuuawa wapamza kwa mzaliwa wa kwanza wa Misri, kama ambavyo nimeeleza. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana nikasema kwamba maana yake ni pass over kwa Kiingereza, sisi tumeitohoa, tume tunaita pasaka. Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni namna Mungu ambavyo aliwalinda wana Waisraeli wasipatwe na lile pigo la mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Pia unaweza ukasoma Kutoka 12 mstari wa 27 na 7, na ukasoma pia Kutoka 13 mstari wa 15. Na namna walivyosherehekea, Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliwapa wana wa Israeli maelekezo namna ambavyo wangesherehekea. Bwana Yesu asifiwe. Moja, Mungu aliwaambia kwamba watoe dhabihu. Walienda na dhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposema dhabihu kama tuliposoma ili wabidi wachukue mwanakondoo. Bwana Yesu asifiwe. Kama sio mwanakondoo, mwanambuzi. Huyo mwanakondoo ambaye ana mwaka mmoja, asiye na hila, asiye na kasoro. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu pia walikuwa wanakula na chakula kingine, mbali na ile nyama ambayo ilikuwa imechinjwa. Wakawaambia wale usiku ule ule, na waliambia kama nyama imebaki waiteketeze, yani isifike asubuhi. Na pia walikula chakula. Chakula chakula kingine kilikuwa mikate isiyotiwa chachu. Bwana Yesu asifiwe. Nikawa nawaza hivi chapati na aisee kawa ni mkate usiyo tiwa chachu kwa sababu hatuweki amila, si ndiyo? Nikawa nawaza hapo pia wale na na mboga chungu. Bwana Yesu asifiwe. Chachu tunaijua jamani. Bwana Mungu anasema tujiepushe na chachu ya Mafarisai. Bwana Yesu asifiwe. Yaani chachu, yaani tuseme kwamba kwa nini Mungu hakuambia kwamba wachukue wa mkate? Anasema kwamba mchungaji jana alikuwa anafundisha ni kwamba wangebeba mkate ambao labda umetiwa chachu, ungeharibika njiani mapema. Si tunajua mila huwa inaharibika, lakini ukipika chapati au mkate mkavu huwa hawaribiki mapema. Kwa hiyo Mungu aliwaambia wale na mboga chungu. Mboga chungu, kule nyumbani kwetu kuna mboga inaitwa mnafu. Wangapi wanaojua mnafu? Amin. Sasa si kule Mbea mnafu ni ni original yani, ukiula yani, ukiula bila kuchanganya na mboga nyingine yani ni chungu kama dawa. Nikawa nafikiria labda Mungu ndiye aliwambia wale mboga kama hiyo yani, nikawa najiwazisha tu tuila zijui. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia walitakiwa wa kipindi hicho cha wiki moja Yaani wakati wapo wanasherehekea Pasaka iliwabidi wawafundishe wana wa Israeli habari za Mungu Jehova Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakati wanasherehekea Pasaka Mungu aliwapa maagizo kwamba wakati wanasherehekea ile wiki kuanzia siku ya 14 mpaka tarehe 21 wawafundishe watoto wao habari za Mungu Bwana Yesu asifiwe. Sijui sisi hapa tunaposherehekea Pasaka tunawakumbusha watoto wetu habari za Mungu wetu Yehova au tunakula tu, imetoka tunasherehekea tunakula ubwabwa nawavalisha nguo nzuri. Lakini hao waliwaambia wawafundishe watoto wao habari za Mungu wao. Bwana Yesu asifiwe sana, sana. Kwa nini tunasherehekea Pasaka? Bwana Yesu asifiwe. Tuanze kwanza Yohana sura ya tatu mstari wa kumi na sita. Mtu kama amepata anaweza akanisomea Yohana tatu, hata kwa kichwa unaweza ukasoma. Kwa maana jinsi hii Mungu alimpenda ulimwengu hata akamtoa mwana wa pekee ili kila amwaminiye asipotee bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Sifiri, kwa nini tunasherehekea? Bwana Yesu asifiwe. Yaani tuseme ya kwamba kuna mahali wanasema kwamba kikao akipukaliwa mbinguni kwamba Mungu aliuliza nani ni mtume, lakini Yesu yeye alisema Mungu niko mahali hapa nitume, niende nikawaokoe wanadamu na dhambi zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndipo hapo mstari unaanza kwamba Mungu aliupenda ulimwengu, Mungu alitupenda, Mungu alikupenda akamtoa mwanae wa pekee, ili kila naye mwamini asipotee. Kwa nini asipotee? Asipotee asipotee namna gani? Ndipo Yesu ikabidi aangikwe msalabani kwa ajili yako na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana Nasoma ya kwamba Yesu aliteswa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu aliteswa, Yesu alitemewa mate, Yesu alipata fadhaha kila namna. Bwana Yesu asifiwe. Lakini lengo kubwa ilikuwa ili tusipotee mimi na wewe, tupate uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Sasa utajiuliza kwa nini tunasherehekea tunasherehekea kwa sababu tunakumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Tunakumbuka namna Yesu alipopata mateso, namna alivoteswa, namna alivyoumizwa, namna alivyohuzunishwa kwa ajili yetu, na akasema, imekwisha, kwamba vitu vyote la mzigo tuliokuwa nao wa dhambi, furushi zote tulizokuwa nazo, kwa damu ya Yesu msalabani alizimaliza, akatufanya tuwe huru. Mwana Yesu asifiwe sana. Fikiria jinsi ambavyo watu walikuwa wanamtemea mate. Tunasema kwamba Pasaka ambayo ilikuwa agano la kale kilikuwa ni kivuli cha agano jipya. Bwana Yesu asifiwe, kilikuwa ni kivuli. Ukiangalia kule, walimchinja mwanakondoo. Bwana Yesu asifiwe, lakini pia Yesu alikuwa ni mwanakondoo. Bwana Yesu asifiwe sana, ni mwanakondoo asiyekuwa na hila. Bwana Yesu asifiwe. Yesu hakut Salabani. Yesu hakustahili ile adhabu aliyoipata msalabani, lakini Yesu alikuwa na upendo wa agape kwa mwanadamu. Alitupenda upeo, alitupenda kwa namna isiyoelezeka, akawa tayari kubeba mateso, akawa tayari kubeba huzuni zetu, akawa tayari kubeba magonjwa yetu, akawa tayari kubeba huzuni. Isaya anasema hakika amechukua udhaifu wetu. Haleluya wa udhaifu wetu. Yeye ni mfalme wa amani. Bwana Yesu asifiwe wa. Kwa hiyo tunasherehekea kwa sababu tunakumbuka, tunakumbuka namna Yesu alivyoteswa, tunakumbuka namna alivyoangikwa msalabani, tunakumbuka mateso aliyoyapata. Bwana Yesu asifiwe wa sana. Kwa hiyo tunapokumbuka inatupa nafasi ya kutengeneza maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe wa sana. Kama hakuwa uko vizuri, Mungu atusaidie, kwa sababu tunapofanya yale ambayo Yesu alishamaliza ni kama vile tena tunamrudisha tena. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama tunamrudisha anahuzunika, kwa sababu anaona wa watu, niliwakomboa yani nilifadhaishwa. Fikiria, Yesu alifikishwa kwa Pilato, hana ila, yaani wanasema kwamba yani vile Yesu tu alipokuwa anachukuliwa, anapelekwa kwa Pilato, anapelekwa huku, anasukumwa mala anakuliwa nguo, mala vazi lake lina lina linapigiwa kula, mala nini yani ilikuwa ni kuonyesha kwamba Yesu ni mwana kondoo asiyekuwa na hila. Na ilipofika mwisho ukisoma ile Yohana 18 mstari wa 38 anasema Pilato akasema mimi sioni hatia kwa mtu huyu. Bwana Yesu asifiwe. Sioni hatia kwa mtu huyu, lakini kama ni mnataka, haya msurubisheni. Ni kama kondoo asiyekuwa na mawa, asiye kuwa na hila. Yesu hakutenda dhambi. Yesu hakufanya jambo lolote ambalo lilikuwa linamstahilisha yeye kuangikwa msalabani. Lakini yeye alikubali. Fikiria, aliacha uungu mbinguni, aliacha enzi mbinguni, aliacha ule uzuri wa kujifanya yeye kuwa Mungu, akazaliwa na mwanadamu, akajifanya kuwa mwanadamu kama sisi, hatimaye akabebeshwa msalaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi unajua, yani nikawa naaza, yani kama vile yani kumkomboa mwanadamu ilikuwa ni mchakato tosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe fikiria kikao kinakaliwa mbinguni Mungu anajiuliza, ni mtume nani? Ni nani atakayekwenda kuokoa watu hawa? Wanasema kwamba kwa yani mbinguni kulikaa kimya. na ukisoma ile ufunuo sura ya tano, utakutana na mahali hapa. Anasema kwamba malaika walikuwa wanaimba wanasema mtakatifu mtakatifu Bwana wa majeshi. Anasema kwamba unastahili wewe kukifungua hiyo mihuri kwa sababu Ulimnunulia Mungu watu wa kila taifa, watu wa kila kabila. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu alikubali, akasema, nitume mimi, nitume mimi, nikawaokoe. Mbingu ilikaa kimya. Yesu akasema, nitume, niko tayari na alikubali, akapata mateso, mateso yasiyosemeka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini haya mateso Yesu alipata kwa ajili yako na mimi, yaani wewe na mimi tuokolewe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kama sio damu ya Yesu tusingekuwako mahali hapa. Kama sio damu ya Yesu huenda tusingeonana mimi na wewe, lakini ashukuriwe Mungu. Damu ya Yesu iliyotukomboa inatufanya tuwe pamoja namna hii. Damu ya Yesu inatufanya tutakasike, mahali ambapo sisi libidi tubebe laana, tubebe mizigo, tubebe magonjwa, lakini Yesu anasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Haleluya na kutangazia leo kwa kupigwa kwake Yesu magonjwa yako yaliisha msalabani. Alivimaliza, alipata aibu kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Fikiria, walimtemea mate, yani hakuona kuwa yani kuwa, Mungu aliona sio thamani kwake, akaona thamani ya kutukomboa mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Yesu alitoa sadaka. Bwana asifiwe. Pia ukisoma Isaya sita mstari wa nane, kishu... Kisha nikaisikia sauti ya Bwana akisema ni mtume nani? naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Unaona? akasikia sauti inasema nitume nani? naye naye ni nani atakayekwenda? Ndipo Yesu akasema yeye yuko tayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome faida mbili, kwa nini sasa, faida za kufufuka kwa Yesu ni zipi? Faida ya kwanza, andika kwamba Yesu ana kusudi kubwa kwa, ana kwa ajili ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kufufuka kwa Yesu lipo kusudi kubwa kwa ajili ya maisha yako. Naomba tusome Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 15 15 tena alikufa kwa, kwa, yani, kwa ajili ya wote ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe eh? ili walio hai yani, alikufa kwa ajili yetu ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili yao, kwa ajili yake yeye haleluya, Amen. Kumbe Yesu kufufuka alifufuka Yaani sisi tulifuka pamoja na Yesu kwa ajili yake yeye mwenyewe wala sio kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ninaposema kwamba Yesu alikuwa anakusudi, Yesu anakusudi kamili katikati ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tusome pia Wakolosai moja mstari wa kumi na sita. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au sultani au enzi au mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Vitu vyote viliumbwa kwa ajili yake na kwa ajili yake yeye. Yani, unajua hapo neno nilikuwa natamani nisome kwa kwa Kiingereza lakini sijapata. Yani anasema vitu vyote venye nziyni vidhaifu nini Yaani kila namna anasema viliumbwa kwa ajili yake tena kaweka mkato kwa ajili yake yeye. Yaani sasa nikaona najiuliza hapo kuna tofauti gani. Kama kuna mtu mwenye Biblia ya Kiingereza anaweza akasoma For by him were all things created that are that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities

na ndani yake sisi nasi tulifanywa urithi, huku tukichaguliwa tangu awali sawasawa na kusudi lake yeye ambaye hufanya mambo yote kwa shauri la mapenzi yake, nasi katika huyo tupate kuwa sifa ya utukufu wake, sisi tuliotangulia kumwekea Kristo tumaini. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaposoma habari za kusudi, yani kwamba Yesu alifufuka pia kwa sababu alikuwa anatupa kazi ya kufanya kwa ajili yake. Okay, Bwana Yesu asifiwe. wa fikiria, Yesu angekuwa amekufa fu hakufufuka tena, tungekuwa na sababu tena ya kuishi kiokole, singekuwepo lakini, kwa sababu Yesu alikufa na akafufuka, anatudhihirishia kwamba bado tuna kazi ya kuifanya pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Nikawa nasoma kwa habari wa ya kusudi hivyo, najua kila mtu aliyeumbwa na kusudi lake.